Waislamu wenzangu, huu ni mwezi wa Jumaadalula. Ni mwezi wa Jumaadalula, ukianzia na Muharam, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jumada, Jumaadalula. Huu ni mwezi wa tano wa Kiislamu, unakuja Jumada Thani, mwezi wa sita, unakuja Rajab mwezi wa saba unakuja Shaaban mwezi wa nane, unakuja na Ramadan mwezi wa tisa. allahuma balighna ramadan warzuqna siyamahu wa qiyamahu wafihlkherati fi. Ndugu zangu katika iman, na kukumbusheni tena katika hutuba zangu ambazo nimekuwa nikizitoa, Allah naomba kuwa ushahidi kwa ene wakumbusha tena, sura ya hamsini aya ya arobaini na tano fadakir bil qurani man yakhafu waliti, wakumbushe umma wakumbushe Waislamu bil qurani, babu babu almulabasa, lakini inafanya kazi ya harfuljar, wakumbushe kwa kuitumia Quran wale ambao wanaohofia ahadi nzito ya adhabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wataala nikiwakumbusha katika sura suratohafe aya ya 4 u sura 44 sura 40 aya ya 44, Allah anasema fasatafkuruna ma aqulu lakum, ipo siku mtayakumbuka haya ninayokuambieni. wa ufawudhu amri ila Allah, na kabidhi majukumu yangu, ujumbe niliyofikisha nimepewa, nimefikisha

Njaa, maisha magumu, kuuana nyinyi kwa nyinyi, kudhulumu nafsi za watu, kuharibu mali za watu, ni nyinyi wenyewe, ni yale ambayo mmeyafanya wenyewe. Ayafuankafiri, hii ni Qurani, na niliwakumbusha sana kupitia aya hizi, lakini nilionekana Shekh Rusaganya chawa wa mama Sawa, mimi chawa wa mama, wewe ni chawa wa nani? wewe chawa wako umetumwa na nani? Kapewa bahasha? Sijapewa hata tishi ya Ikulu, sijaigusa hata kusogelea Ikulu, lakini Qur'an inanifundisha nikufikishie ni ujumbe. Qur'an inanifundisha

2 Allah anasema wadaraba llah mathala, Allah anatoa wa mfano watua sul uki wanasema, dhikru ljuzu wairadat lkul. Ukienda katika balaa wanasema, dhikru lmahali wairada lha wadaraba llahu mathala, Allah anatia mfano aa

maal iada umeamini ukuamini, hayagusi wajibu wangu, nikokufikishia Mungu anasema nchi kuwa na amani. Sifa ya kwanza, sifa ya pili, mutmaina ina utulivu. Qurani inashuka, hii aya inashuka kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tanzania haipo, dunia nzima haipo, UN haipo 6 hijiria Waislamu wanaingia Kilwa hapa hapo, Kilwa Tanzania, mwaka 86 hijiria, ndugu zetu kutoka Yemen, na kutoka Oman wanaingia pale, na Kilwa kulikuwa kuna serikali ya Islamu, na walikuwa wanakoni na kuna sehemu nyingi sana za kihistoria hazitajwi mbona hazitajwi? Haitajwi Kilwa because Islam ha chukua. Tukianza katika imani, asema nchini kuwa na amani. Kurani kasema mutmaina, ina utulivu. Sifa ya tatu, Kurani nasema yaktiha rizuha rabadam mikulli makani mikulli makani kipato cha wananchi wa pale kinatoka katika kila kona. Kuna mtu anauza kasus anapata riziki yake kwa sababu kuna amani. Kuna mtu anauza biriani na pilau anapata kwa sababu kuna amani. Kuna mtu anauza bidhaa mbalimbali kwa sababu kuna amani. Kipato kinatoka unie wanabeba mawe, sababu kuna amani. Akina mama wanakesha saa kumi alfajiri, wanapika vitumbua wanapika maandazi, wanapika akina mama, wanatembea wanauza mionjo barabarani, wanawake kutazama ni wanawake, Allah amewaweka vizuri, lakini hana namna, lazima atoke apate riziki, sababu ya amani. Chipsi zinauzwa mpaka saa kumi alfajiri, sababu na wakauana wakachoma na moto wakaharibu mali za watu wakadhalilishana wao wow, wow, wow, wow, wao wao kwa wao nini, Mungu anachokifanya? Qurani inasema faadhaqahallahu libasa ljui walhaufu, Mwenyezimungu akawateremshia fasi, yani akawapa njaa na hofu. Njaa na hofu, sikilizeni Quran waislamu wenzangu, na watanzania kwa ujumla hasa wakazi wa Dar es Salaam. Hofu, hof kumani, nasema upo nyumbani tangu Jumatano mpaka siku ya Jumatatu tupo ndani katika honeymoon, hamna kutoka. Pesa unayo wanunuwi, kwa sababu watu wa usalama wanasimamia usalama wa wako we watu ambao aa, ndiye anayewajua, ndiye anayewajua ama anawajua watu. Chakula kimewaishia kuanzia Jumatano mpaka Jumatatu, tunakula mkate na maji. Akienda chooni huyo atajisaidia nini? Ni mkaa, hofu. Kwa nini anasema

ya kiarabu huwezi kuitafsiri Qur'ani kwa yake. Qur'ani ikasema bima kanu yasnaun. Bima li baqu sababiyya na ma li mawsuu. Bima kanu yasnaun qala mufassirun bisababi dhunubihim allati iqtarafuha, bi sababu ya madhambi ma ya yao waliyo ya Ndugu zangu katika imani, waislamu wenzangu wa Tanzania wote, na kuombee msikilizeni. Mufti wetu Doktor Abubakar ibn Subeir ibn Ali ibn Mbwana hafidhahu Llah min kuli sharin wa dhulm, ametembea nchi nzima kutosisitiza Waislamu amani, amani Amani, lakini nani thamani ya haya? Kitanuka tu haya, kuna watu kumewanukia na wananuka sasa hivi. Ndugu zangu katika imani, ndugu zangu katika imani, waislamu wenzangu, kuweni makini. Mara ya kwanza katika historia yangu mimi mpaka umri wangu huu uto uzima huu kuiswali Ijumaa nikaswajia adhuhuri nyumbani na msikiti upo kama pale kwenye kama mita elfu moja lakini mufti ameshatoa kauli. Mimi kama shekh na mwislamu na manhaji ahlu sunna wal jamaa, wajibu wangu ni kumtii kiongozi wangu, ni niswajia dhuhuri nyumbani tangu Alhamis mpaka Jumatatu watu tumekosa swala ya ljamaa. Sala mbili hizi, alfajiri na isha, ni swala zenye fadhila kubwa sana, lakini tumezikosa. Tumezikosa sababu ya nini? Hofu. Swali linakuja: wale ambao ni sababi ya kuanzisha hofu hii, je Mungu atawaacha salama? Sema adabu ala alkhairi kafaili, mtu ambaye ni sababu ya kuambia watu fanyeni kheri na kheri kafanyika, yeye anapata thawabu. Nimemkuta ndugu yangu hapa, Shekhe, anahamasisha watu kutoa sadaka ujenzi wa msikiti. Ndugu zangu katika iman, mnaziona hizi mbao hapo juu na kuisha hizi unaacha mali, mali yako ni ile unayoondoka nayo na sadaka hiyo, ndio mali yako, lakini ile uliyoacha sio mali yako. Lakini warithi nyie nao mnarogana, warithi na uwana majumba, mrithi anasema mbele ya ndugu zake, nitaua mtu nyumba ya mirathi. Yule mwenye nyumba mwenyewe kafa, kaondoka na sanda We utaondoka na nini? Utaua mtu kwa sababu ya mali? wisnamueam pahala popote ambapo Mungu alileta maangamizi na kisaaza, ni pale ambapo mitume kwanza walitumwa, wakasema, hawakusikizwa. Qurani lisema fa adhaqahallahu libasal juu'i wal khaufi bima kanu yasnaun, Allah akawaletea adhabu ya njaa na hofu kwa yale walia ya. Anasema aya ya 113 sura 16, sura 29 walakad jaahum rasulu minhum, waliendewa na mitume miongoni mwao. Mitume hawapo wakaja masahaba wakaja matabii wakaja matabi tabi, wamekuja mashekhe mbali mbali, wanafikisha wajibu wao, lakini minhum, miongoni mwao katika hao ni mimi na kwambie kwa ma ni jamani, neema ya amani, neema ya amani, neema ya amani. Fakadhabuhu wakampinga, fakadhabuhu wakampuuza, kwamba mashehe wametumwa wamepewa bahasha. Allah ni shahidi, nipo katika nyumba yei, sijapewa hata tishu ya korosho kutoka ikulu, lakini sababu nitaulizwa mi. Nimesoma Qurani na nimesomeshwa na mashekhe, mpaka nimefika Madina, nimechukua degree yangu ya theology Madina Islamic University, theology na education, miaka minne, na ninaendelea kujisomesha na kupitia mashekhe wenzangu, na wasikiza wanavyosema, napata hii nasema. Lakini sema, huyu shekhe huyu kapewa mzigo, huyu shekhe huyu chawa lakini hii haiipita. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliambiwa majnun mwenda wa, wa, sallam, majnum, wa zin, lakini hakuwa mwenda wa. Aliambiwa abtar, hana kizazi, lakini alikuwa na watoto saba. Alikuwa aliambiwa ni kahini mwanga, lakini hakuwa mwanga. Aliambiwa ni sahir mchawi, lakini hakuwa mchawi kuwaambia watu ukweli, jamani, hili ni haramu acheni. Mtume Musa alayhi salam, hadithi katika Sahih Bukhari, Mtume Musa aliambiwa ni adar, anagusha Mtume wa Mungu, namwambia anabusha, kumbe hapo anagusha kwa sababu Musa ni ni pale alipowaambia, jamani, acheni uovu, acheni uovu, mwabuduni Mungu mmoja. Sasa na sisi mashehe vibaya anatukanwa jana yani, alikuwa anaangalia katika mazishi ya yalitokea ya, ya, ya Sheikh Majini rahimahu Allah rahimahullah rahimahu Allah yani yale yani, yalizungumza na viongozi mbalimbali, lakini hapa kwenye comment watu wamewatukana matusi mabaya. Wamewatukana matusi mabaya. Mimi mwenyewe ninatukanwa, lakini my friend wewe unatukana mimi sina habari kabisa. Unajisababishia vidonda vya tumbo, utakufa mapema na kizunguzungu, sina habari na wewe. Nafanya kazi ya Mungu amri. Inna Allah Inna Allah basirun bil ibad, ninakabidhi ujumbe wangu kwa Allah. Allah anawaona waja wake. Allah, wewe ni shahidi, nimefikisha ujumbe ingatizo tisirudie tena, hasa watu wa Dar es Salaam, msirudie tena, msirudie tena. Ukiambiwa tulia, tulia, simama, ulizwe. Ni mtu wa usalama, msikilize so naye vizuri, tembea na kitambulisho, sawa. Ulizwa ni kitu cha kawaida, ni Tanzania tu, neema na amani, wallahi wa Tanzania baada ya miaka haijulikani ndio tunaanza kutembea na vitambulisho, unaulizwa mpaka unaimbishwa wimbo wa taifa, unaimbishwa wimbo wa taifa, mpaka unaimbishwa wimbo wa jimi ya zamani, mchaka mchaka chinja, adisema adija, wimbo huu kama si Mtanzania wa asili huwezi kuimba wa miaka ya sabini ndio ilikuwa chini ya zamani, watu wameridishwa, unaonyesha vikambulisho kwa oa zako hawana tabu na wewe, lakini ukiwa ishi kitakachokukuta shauri yako. Ndugu zangu, yaliyotokea tumepata mazingatiobarallah li waau rfaaiy y ai wa hadastaillahliw asa